Yes bwana, klabu ya Simba imefanikiwa kupata ushindi mnono kweli kweli kwenye mchezo wa kirafiki ambao umechezwa siku ya hireo. Uh, performance nzuri kabisa kutoka kwa wachezaji wa klabu hiyo. Mchezo huu ni uh, utaratibu ama ratiba ya michezo uh, ya kirafiki ambayo uongozi wa Simba Sports Club umepanga timu hiyo icheze kwa ajili ya kuendelea kujiandaa na michuano mbalimbali. Ikumbukwe, uh, itakapofika Januari Simba Sports Club watakuwa na kibarua cha kupambana ili kufanikisha mpango wao wa kutinga hatua ya robo fainali ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo kwenye michezo miwili ya awali Simba Sports Club alikubali kichapo kwenye michezo yote miwili. Ukiachana na hivyo pia a, ligi kuu ya NBC Premier itakuwa inaendelea, hivyo Simba Sports Club wamepanga kucheza michezo ya kirafiki ili kuendelea kujiweka fiti kwa ajili ya michuano hiyo yote. Sasa kwenye mchezo wa hii leo tumeshuhudia mabao yaliyofungwa yakiwa ni saba kwa idadi Simba Sports Club wameshinda ushindi mnono, ushindi mpana wa mabao saba kwa sifuri, huku nyota chipkizi wa kikosi hicho akiwemo Morris Abraham wakifanya mambo makubwa kweli kweli. Naweza kusema kwamba kwa hiki ambacho Simba Sports Club wamekionyesha kwenye mchezo huu kinaonyesha ya kwamba wanauchu wa kufanya vyema kwenye michuano yote ambayo wanaishiriki msimu huu, na tunatarajia mambo yatakuwa mazuri zaidi. Mabao mengine ya klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba yamefungwa na Eli Mpanzu ambaye amefunga magoli mawili, cha Shara wa amefunga magoli mawili ambapo inafikia idadi ya magoli matano ambayo yalikuwa amefungwa kipindi cha uh, kwanza. Kipindi cha pili tumeshuhudia magoli mawili yakifungwa, na yote yamefungwa na mshambuliaji raia wa Ghana. Hapa namzungumzia uh, Jonathan Sowa. Simba Sports Club pia wamepanga kucheza michezo mingine mingi ya kirafiki hivyo, subscribe channel yetu ili uendelee kujipatia taarifa na updates mbalimbali juu ya mechi za kirafiki ambazo Simba watakuwa wanaendelea kuzicheza.